Karibu mpendwa, upate kujifunza neno la Mungu siku ya leo, neno ambalo litakusaidia kukutoa katika wakati mmoja, kuendelea katika wakati mwingine. Jina langu mimi ni Mwalimu Walter Mrisha, na leo nataka nikuonyeshe faida mojawapo ya kutii neno la Mungu, haswa katika baraka wakati unapoingia katika eneo na wakati unapotoka katika eneo, ili usije ukaona uzito sana kutii neno la Mungu, usije ukaona uzito sana kumsikiliza Mungu, kwa maana wako watu wengine ambao hawaoni faida au hawajawaza faida ambayo wanaweza wakaipata au wataipata kwa hakika pale ambapo wanasikiliza neno la Mungu, wanafutii neno la Mungu, wanasikiliza sheria za Bwana. Sasa nitakufundisha kitu kimoja kizuri sana, na utapata utaona raha sasa, na umuhimu wa kusikiliza na kufanya amri za Mungu na kuzitii na kuziishi kama yeye anavyotaka uziishi. Bwana asifiwe sana, na leo nataka tuangalie kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati mlango ule wa ishirini na nane mstari ule wa sita. Sasa kwa wasomaji wa Biblia wanajua kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa ishirini na nane kinaelezea habari ya namna ambavyo watu watabarikiwa ikiwa watatii lile neno la Mungu na namna ambavyo watalaaniwa ikiwa hawatalitii lile neno la Mungu lakini katika hizi baraka na laana leo nataka kuangalia sehemu ya aina fulani ya baraka ambayo ilikuwa imetajwa katika lile eneo, na aina hii ya baraka tutaisoma, tuisome katika kumbukumbu la Torati 28:6. Maandiko yanasema hivi: utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Sasa nini maana ya unabarikiwa uingiapo na unabarikiwa utokapo? Sasa maana yake ni hivi. Sasa hii kumbuka, ni baraka inayokuja baada ya kulitii neno la Mungu, maana katika mstari wa kwanza inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata ukisi, usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo hizi ni baraka zitakazo, anasema zitakazo, zitakujilia na zitakupata lazima zikujilie na zikupata, ikiwa utasikia utatunza kufanya maagizo ya Mungu. Sasa nakutaka hii baraka sasa hii ya kwamba utabarikiwa unapoingia utabarikia utabarikiwa, utabarikiwa unapotoka. Sasa nisikize kwa makini, unapoingia ni wapi? Kwanza kama ninavyosema, ni baraka ya Mungu. Maana yake ni mambo mema, mazuri yenye kukufaidisha wewe, unayoyapokea kutoka kwenye mamlaka iliyo juu yako, kama ni, ni, ni, ni, ni mfalme, kama ni, ni, ni, ni, ni mwalimu wako na wewe ni mwanafunzi, kama ni mzazi wako na wewe ni, ni, ni, ni, ni mtoto wake, yoyote aliye juu yako anapo fungua na kukutamkia na kukuletea mambo mazuri, hiyo ni semo, ni baraka hasa. Tunajua aliye juu ya wote ni Mungu wetu, ni Bwana wetu aliye juu ya wote, kwa hiyo baraka zake zinapita vitu vyote na kwa kupitia baraka zake ndipo hao walioko katika hilo eneo na wewe unapokea baraka. Kama ni mwalimu, kama ni baba yako, kama ni mama yako, kama ni, ni rais, kama ni kiongozi wa eneo anapokubariki, ujue naye Mungu ameachilia baraka kupita kwake, japo najua saa nyingine watu wanafikiri ni baraka, lakini sio baraka. Zinakuwa ni pale baraka za Mungu zikipita ni pale ambapo mambo ya Mungu yamefanyika. Yana maanisha si kwamba um, mtu aliyeko juu amekupa kitu ambacho ni, ni, ni kwa uovu. Labda wewe ni mfanyabiashara au ni, ni mfanyakazi, alafu tajiri au bosi au aliye mwajiri wako amekupatia fedha ambayo mlikuwa mmeshiriki naye katika uwizi na ujambazi na utapeli na rushwa ukafikiri hiyo ni baraka ya Mungu? No, hiyo ni baraka ya Shetani ambayo actually inakuja na laana. Hasa maandiko anasema baraka za Mungu hazina majuto, maanake baraka za Mungu ili kuzijua, hautakuwa na majuto nazo. Sasa nataka kuwe, kuongea katika hili eneo la utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Maana yake ni nini? Sasa unapoingia ni wapi? Unapoingia ni sehemu yoyote, unapoingia labda kwenye biashara mpya, kwenye kazi mpya, kwenye huduma mpya, kwenye nafasi mpya ambayo una umepewa, kwenye nchi mpya, eneo fulani ambapo umekwenda kujenga, ambapo umekwenda kuanzisha uh, umeweka hapo biashara, ambapo umekwenda kuhubiri injili, ambapo umekwenda kufanya chochote kile, sehemu mpya mahusiano mapya ambayo umeingia kwa hivi sasa, um, watu wapya ambao umeanza kutana nao, sehemu yoyote mpya, umepandishwa cheo, umepata kazi, unapokuwa umetii maagizo ya Bwana, umefuata amri za Bwana, maandiko yanasema utabarikiwa unapoingia katika lile hutaingia katika ile eneo na kupata vikwazo. Utakuta unaingia kwenye ile eneo na mambo mapya yanaanza kuya, unaanza kuyapata mambo mazuri, unaanza kuyaona mambo mazuri, yanaanza kutokea. Fedha unaanza kuzipata, kibali unaanza kukipata, furaha unaanza kuipata, amani unaanza kuipata, lakini kumbuka, ikiwa tu umetii na kushika neno la Mungu ya kwamba ume, mfano kama umeingia sehemu mpya, labda fano ni kazi mpya, itahitaji utii amri ya Mungu kama vile kutoa sadaka ya ya, ya, ya, ya, ya, inaitwa malimbuko. Sasa unapoti unapotii hiyo manake italeta baraka zako unapoingia kwenye lile eneo, uendelee kuvuna vitu vizuri vilivyo katika lile eneo lakini hiyo sadaka ya malimbuko itakulinda hata kwenye hii baraka nyingine, ambayo baraka nyingine ni utabarikiwa na utokapo. Sasa wengi, mfano unaweza ukawa umeingia kwenye kazi mpya, umeingia kwenye mahusiano mapya, umeingia kwenye cheo kipya, na umeanza kuona vitu vipya na vizuri vilivyoko katika hicho cheo au hiyo nafasi, lakini shida ni kwamba umetokaje? unakuta umetoka kwenye hilo eneo, umetoka kwenye hiyo biashara, lakini umetoka na kilio, umetoka na shida, umetoka na kufeli. Yaani biashara hiyo umefanya ikaenda mpaka ikafa, kwa hiyo kabidi uache biashara ufanye biashara nyingine. Sasa baraka za Mungu ikiwa utatii neno la Mungu wakati unaingia kwenye hiyo biashara ukatoka, hata hata wakati pia ukiwa ndani ya hiyo biashara, ni kwamba Mungu atakuhakikishia baraka, si tu wakati umeingia na unapata mafanikio na unakuwa kiuchumi katika nyakati za kwanza au msimu huo mpya, bali itahakikisha hata unapotaka kuingia biashara nyingine. Si unaenda kuanza zero? Si unaanza kuanza sifuri? Bali unatoka utukufu hata utukufu, kwa sababu umetii neno la Mungu, umetii maagizo ya Mungu ulipokuwa kwenye biashara. Umeepuka rushwa, umeepuka utapeli, umeepuka uongo, umeepuka udanganyifu umenyoosha maelezo, umeenda katika kweli, maana yake utapokea baraka kubwa sana, hata unapotoka. Si unaenda unaingia, unafanikiwa mwanzoni, kisha una, unakufa mtaji, unaisha. Si umeingia kwenye kazi, umefanya hiyo kazi, unaondoka na malawama, unaondoka na shida, unaondoka na, na na na tabu, bali badala yake kutoka wewe kwenye kazi hiyo, kuingia kazi nyingine, ni unaingia utukufu, hata utukufu unaingia kwenye kazi nzuri zaidi. Wale watu waliokuwa pale wanatamani urudi tena, hawatamani uondoke. Yumkini unaondoka kwa sababu tu umepata majukumu mengine Hasa ndo baraka hiyo. Umetoka kwenye biashara, unatoka na mtaji mkubwa zaidi. Kama we ni mtumishi wa Mungu, umetoka kwenye utumishi fulani wa kiwango fulani, unaingia kwenye utumishi mwingine. Maana yake ni kwamba unaingia baraka nyingine ya juu zaidi, haurudi chini. Maana katika baraka moja hapo anasema utakuwa kichwa tu na wala sio mkia, utakuwa juu tu na wala sio chini. Sasa kumbuka hapa kigezo na masharti ni ikiwa utatii na kushikiliza maagizo ya Bwana ambayo anakuagiza kuwa makini katika hiyo. Mfano katika mahusiano, don't compromise, usi compromise. Ukasema sasa haya mambo yamenibana, nifanye nini? Endelea kushika maelekezo ya Mungu, endelea endelea hata kama changamoto zitakuja, kwa sababu simaanishi changamoto hazitakuja, lakini sikiliza, unapopita kwenye ile changamoto, unapotoka kwenye hiyo changamoto, unakuta umeinuliwa juu kuliko ulivyokuwa umeingia ndani ya hiyo changamoto. Okay, tutoe mfano, mfano wa Yusufu. Yusufu alikuwa na tii neno la Mungu alipoingia katika nyumba ya Potifa, na mke wa Potifa akataka kulala naye. Okay, tuanze labda mwanzo alikuwa anatii neno la Mungu kwa kuheshimu wazazi wake na kumtii na akawa anapeleka taarifa kwa baba yake, hiyo ni kutii, na hapendi yale maovu ambayo kaka zake wanayafanya. Baba yake akampenda. Of course, kuna sababu nyingine baba yake kumpenda, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa mwisho na ni mtoto wa uzee wake, alimpenda sawa. Lakini usifikiri tu kwa sababu alipendwa na baba hivi hivi, alipendwa na baba kwa sababu baba aliona huyu mtoto anampendeza pia Mungu maana mtoto kwa sababu baba yake alikuwa ni baba wa imani ni baba Yakobo, lazima alimpenda kwa sababu pia mtoto yule alikuwa anampendeza Mungu. Sasa alipokuwa ame, amechukuliwa na wa, wa, wa, wa, wa, wa ndugu zake na kumuuza, ndio aliuzwa, lakini alipokwenda kuingia katika lile eneo alilouzwa aliinuliwa, akaenda akapewa nafasi kubwa na kukaa katika nyumba ile. Ya ya, ya, ya, ya ya yule Potifa na kuongoza vizuri sawa. Basi, alipoingiwa na jaribu la kutaka kuzini, akasimama akatii, akashika amri ya Mungu, akashika maagizo ya Mungu, akakataa kuzini na mke wa Potifa. Sasa matatizo yakaja, si ndio? Akaingia jela akafungwa. Lakini alipoingia kwenye ile nafasi, baraka za Mungu zikamfuata kwenye ile nafasi, akapewa nafasi ya kuwa kiongozi kule kwenye gereza. Na a, sasa kwa hiyo alivyopitia kwenye ile changamoto ya kufungwa, lakini ndani ya hiyo changamoto Mungu alikuwa amembariki pia, kwa sababu alikuwa ametii amri za Mungu alivyotoka na kush... alivyokuja amepewa ndoto na wale wale, wale, wale, wale, wale wafungwa wengine ambao walikuwa ni, ni, ni watumishi wa Farao. Um, alikuwa anaendelea kumtafuta Mungu, hata ndoto zake alisema hakuna fasiri isipokuwa Mungu. Kwa hiyo alimtanguliza Mungu katika kufasiri zile ndoto. Haya, akatolewa kule, akaenda kwa Farao, akainuliwa nafasi ya juu sana. Kwa hiyo anayetii neno la Mungu na kusimama kwenye neno la Mungu hata ambapo lile neno litamwingiza katika matatizo na changamoto ya kupingwa au kudharauliwa au kuondolewa kwenye ile nafasi. Sikiliza, huo msimu ambao unauona kwamba ni wa changamoto unaopitia ni kwa sababu Mungu huko huko atakubariki na atakuinua na kukuweka katika nafasi nyingine ya juu kuliko hata ile ambayo ulitolewa kwa sababu ulikuwa umeshika neno la Mungu. Kwa hiyo ba, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Kama utapata msimu wa kipindi cha changamoto kutokana umetii neno la Mungu. Sikiliza, huo msimu ni kukutayarisha kwa viwango utakapoingia viwango vikubwa zaidi katika eneo linalofuata. Basi ninakuomba mpendwa, utii neno la Mungu, ushike amri za Mungu, maana baraka zake ni zaidi ya unavyofikiri. Usione nzito, maana maandiko yanasema huku ndiko kumpenda Mungu tuzitii amri zake, na amri zake si nzito. Bwana Yesu akubariki sana siku ya leo. Wewe uko kwenye biashara, tii neno la Mungu, utapata baraka nyingi. Wewe ulioko kwenye kazi, tii neno la Mungu, utapata baraka za Mungu. Uliyeko ni mwalimu, ni mtumishi wa Mungu. Do not compromise. Usi usi usikwepe kutii neno la Mungu kwa sababu ya mazingira maana katika kutii ndipo baraka zitakapokufuata kwenye hilo eneo. Na hata kama shetani atapiga ili uondoke kwenye hilo eneo kwa sababu unatii neno la Mungu, ni kwa sababu utainuliwa katika viwango vya juu zaidi. Yesu, walipomuua kwa sababu anatii neno la Mungu na kufuata maagizo ya Mungu, maagizo ya Baba hapa duniani, na kwa kumsingizia, hata wakamuua. Ha, ilikuwa ndiyo njia ya Mungu kumpa jina lipitalo majina yote juu ya mamlaka yote, akainuliwa akaketi mkono wa kuume wa Baba na kwa huko akawa mkombozi wa wanadamu Haleluya. Mungu akubariki sana siku ya leo, tuonane katika kipindi kijacho. Lakini natamani niombe na wewe, natamani niombe na wewe, kwa maana natamani nikuombee neema na hamu ya kuweza kutii neno la Mungu pasipo kuliacha na neema ya kuona hii faida niliyoisema. Funika macho yako mahali hapo, sali pamoja na mimi, pokea baraka hizi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, ninaomba kwa ajili ya huyo ambaye ananisikiliza. e Bwana, ninaomba umpe neema ya kutii neno lako umpe neema ya kusikiliza neno lako, neema ya kuona faida ya kusikiliza neno lako, neema ya kuona umuhimu wa kutii neno lako, ili aweze kupata baraka anapoingia kila eneo na anapotoka. E Bwana Yesu, muwezeshe Mungu, apate hamu hiyo, asi compromise asijaribu kushusha amri zako na kuziacha kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya wakuu walioko juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema hiyo ikamwonekanie. Bwana, ufahamu huu uingize ndani yake, mpe kiu ya kutii neno mpe raha ya kutii neno, maana ni raha kutii neno lako Bwana, wala si ngumu wala si nzito, ni nyepesi, maana ulisema tujifunge nira yako na tubebe mzigo wako, maana nira yako ni laini na mzigo wako huo ukamsaidie huyu mtu asiuone ni mkubwa sana wa kushika amri zako Bwana, bali mpe neema ya kushika na kuongozwa na amri zako, ili asonge mbele, ili apate baraka. Umbariki anapoingia, umbariki anapotoka. e Bwana, tembea naye katika hatua hata hatua ya pahali anapoingia, ukamwongoze sehemu anapotakiwa ingie, ukamwongoze wakati alipo katika hilo eneo, ukamwongoze hata anapo toka katika hilo eneo ili atoke utukufu hata utukufu, na utukufu wa mwisho uwe mkubwa kuliko ule wa kwanza. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba nikiamini, Amen. Basi Bwana akubariki sana mpendwa. Kwa wale ambao watataka kutuma sadaka, watataka kupata maombi binafsi, watataka kutuma shuhuda mbalimbali, au wana jambo lolote karibu tutumie katika namba zetu ni 0714 766 148 jina litatokea pale Walter Moses Mrisha bwana kubariki sana kama unafuatilia hii kupitia chaneli zetu usiache kusubscribe, usiache kulike usiache kushare usiache kuambia watu wengine ujumbe huu basi mungu akubariki sana tutaonana katika kipindi kijacho amen